Mm -hmm. Habari yako dada, salama kwanza. Hongera sana kwa kupendeza. Asante, nashukuru. Hebu tuambie, unajisikiaje baada ya kuja katika tukio hili? Kusema kweli, sio tokeo langu la kwanza kuhudhuria, ni tokeo langu la tatu mpaka la nne, kwa sababu ni muhanga wa mtoto ambaye ana maradhi ya moyo na ni takriban na miaka minne hivi sasa, na nashukuru tunakuwa tunafarajika tunapata imani kuwa kumbe hatuko peke yetu au watoto wetu hawako peke yao, bali wapo dunia nzima, na wenzetu wako tayari, kwa namna moja au nyingine, tuunga mkono katika kutupa faraja au kutupa mawazo katika kuwalea watoto hawa. Nini hasa ungependa kuwaambia wazazi wenye changamoto ya afya, lakini pia wadau wa afya visiwani Zanzibar na duniani kwa ujumla? Kwa upande wa wazazi, ningewashauri kwa sababu ni miongoni mwa mshahidishaji wa watu ambao na maradhi yalokuwa ya sio ya, ya, maradhi yaliokuwa ya si ambukizi, sio kama hivi, ni nimo katika angels tofauti ikiwemo hii angels ya ochis ambayo leo tumekuja kutembelea huku. Kwa hiyo nasaha zangu kwa wazazi, kusema kweli, tuache kuwafungia watoto, tuache kuwanyanyapaa watoto kwani watoto wetu ni sawa na watoto wengine wote duniani. Wana haki ya kupata elimu, wana haki ya kutembea, wana haki ya kusoma, wana haki pia ya kushirikishwa katika maamuzi mbalimbali mbali ya kijamii na kiserikali. Lakini kwa upande wa serikali ya Zanzibar, ambayo serikali yetu tukufu chini ya rais wetu Mheshimiwa Ali Hassan, Hassan Mwinyi, tunamwomba azidi kutuongezea nguvu ya ziada kwa hawa watoto wetu kwani watoto wetu wanapata unyanyasaji wa kila aina katika mahospitali mbalimbali katika jamii, tukibali ya changamoto za binafsi za kifamilia, lakini na changamoto za mahospitalini tunapokwenda, watoto wanadharauliwa kusema kweli. Ushahidi kamili siwezi kutoa hapa, lakini mazingira yanasomeka na hali tunaiona jinsi inavyokwenda. Lakini kwa wenzetu waliokuwa wako dunia ya nyingine tunawaomba wasichoke kutusaidia watoto wetu, kutufadhilia watoto wetu, kwani kama tunavyojua Zanzibar bado tuko chini kidogo kimaendeleo, vifaa vingine vinakuwa hakuna. Kwa mfano watoto wetu wanaenda kupatiwa matibabu nchini Israeli au nchini India. Kwa hiyo alikuwa tunawaomba waheshimiwa wa sekta mbalimbali watilie nguvu katika sekta hii ya watoto wenye maradhi ya moyo, lakini sio ya moyo tu wale watoto wote ambao wana changamoto za kiafya, kwa sababu tukiangalia asilimia kubwa sana ya watoto wa Zanzibar ni watoto wenye maradhi ya CP nutrition, lakini pia Down syndromes ambao wanapata changamoto nyingi sana za kunyanyapaliwa kutoka hali moja kwenda hali nyingine. Kwa hiyo ilikuwa tunaomba nguvu zao, ikiwa serikali, ikiwa jamii, ikiwa wenzetu nje ya hapa, watunge mkono kwa hili. Asante sana. Asante nawe pia. Asante.